wa ashabihi alghurri almayamin wa ba'd. Ndugu zangu, kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vilevile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad leo ni siku ya id lhaj id ladha lmubarak, idi ambayo tumetunikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu ta wa Taala, sisi Waislamu wote ulimwenguni kuwa ni siku ya furaha. Idi hii ni idi ambayo inaambatana na ibada ya hijja, inaambatana na kuchinja vile vile, inaitwa id lhaj id ludhiya ili ya kuchinja. Ibada ya hija ni ibada ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala amemfaradhishia Muislamu mwenye uwezo kwamba kwa mwaka mara moja inafanyika katika eneo maalumu, na Muislamu anatakiwa katika umri wake, Muislamu anaweza afanye ibada hii mara moja katika umri wake. Ibada ya hija ni ibada ambayo ina vitendo vingi, ina amali nyingi zinazoitwa kuwa ni manasikul haji. Vitendo vya hija ni vitendo vingi sana tunavyofanya. Na Uislamu wote katika ibada zake utazipata katika hija. Kuna kufunga katika mwezi huu, lakini vile vile kuna kutoa zaka katika mwezi huu kuna kutoa sadaka mbalimbali katika mwezi huu, kuna kufanya kila aina ya ibada. Na ibada zote alizoziweka Mwenyezi Mungu katika hija zina hikma na zina falsafa na zina busara yake. Kuna hikma ambazo tunazijua, lakini kuna hikma ambazo anazijua mwenyewe Mwenyezi Mungu, kuanzia kuvaa vazi la hija lakini vile vile kufanya talbia, kumwitikia Mwenyezi Mungu, labbaika Allahumma labbaika. Mwenyezi Mungu ambaye alimwamrisha Ibrahim alayhi ssalam kwa kumwambia, waadhin fi nnasi bilhajji yatuka rijala, waite watu kwa ajili ya hija watakujilia wanaokwenda kwa miguu, wa ala kulli dhamirin, na juu ya mgongo wa kila mnyama min kulli fajjin amiq, watakuja kutoka masafa ya mbali, wakija kufanya ibada ya hija. Sisi sote tunapokwenda hija tunatakiwa tumwitikie Mwenyezi Mungu mwito wake kupitia Ibrahim, Labe... la sharika laka labbeika, tumwitikie Mwenyezi Mungu ibada hiyo ya hija, tumekubali kwenda kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala lakini vile vile kuna vitendo vingi kama vile kusimama katika viwanja vya Arafa. Mwezi tisa wa Dhulhijja ndio mwezi wa ibada ya kisimamo cha Arafa, ni sehemu katika ibada ina hikma zake. Lakini vile vile tunakwenda kuzunguka Al-Kaaba, tunakwenda kumpiga sheitani mawe, vyote vina hikma yake, tunakwenda kuchinja

wa 2025 Eidul Hajj inasema hivi: hija ni shule, ni madrasa ya amani na mafungamano ya kijamii. Hija ni shule, ni madrasa inayotufundisha amani, lakini vile vile inatufundisha mafungamano ya kijamii. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema katika surati Quraysh Faliabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, na wamwabudu Mola wa nyumba hii aliyewalisha anayewalisha kutokana na njaa, wa amanahum min khawf, anaowapa amani kutokana na hofu. Nyumba ile takatifu imefungamanishwa na amani, ni nyumba ya amani na Mwenyezi Mungu anatufundisha katika aya hii kwamba amani sio kutokuwepo kwa vita tu, lakini hofu ikiwepo, maanake hakuna amani. Inawezekana kabisa ikawa hakuna vita, lakini kuna hofu, kuna wasiwasi mkubwa katika jamii yani, ile hofu huondosha amani. Hofu ikiwepo katika jamii yani, hofu ikiwepo katika familia, hofu ikiwepo katika nchi yeyote ile anakuwa hapana amani. Nyumba ile ni nyumba ya amani, ni nyumba ambayo imesifiwa kwamba pale ni mahali ambapo, waman wa dakhalahu kana aminan, yoyote atakayeingia atakuwa katika amani, atakayeingia pale atakuwa katika amani, hatokuwa na hofu, hapatakiwi pawepo na vita

Amani yake inatokana na dua ya Ibrahim alayhi salam, waidh qala ibrahimu rabbijaal hadha baladan aminan warzuqu ahlahu min althamarati. Ibrahimu alayhi ssalam ndiye aliyoomba kwamba nyumba ile iwe ni ya amani, iwe ni nyumba ambayo yoyote atakayekuwa katika maeneo yale apate amani kwa hiyo ni maeneo ambayo hayaruhusiwi kupigana vita, lakini amani ya ndani, kutokuwa na hofu. Mwanadamu akiwa katika nyumba ile anakuwa hana hofu, kwa sababu ni dua ya Ibrahimu. Lakini inatakiwa vile vile tujenge mazingira ya kuwa na amani tukiwa katika hija, tusiwe na hofu. Sasa kwa haraka haraka tunataka tutaje nukta takriban tano za haraka haraka ambazo ndio msingi wa kujenga amani japokuwa kuna nyingine nyingi tunazozijua. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala anasema, alhaju ashhurun ma'lumatun, hija hufanywa katika miezi maalum. Hija ni miezi maalumu Faman farada fihinna lhaja, atakayekusudia kufanya hija akaingia katika eneo la hija akavaa ihram akafanya talbia, fala rafatha, asiwe na maneno machafu. Maneno machafu yanaondosha amani. Popote pale maneno machafu yanapotumika, amani inatoweka. Mtu ikiwa hachagui la kusema, anajeruhi wenzake kwa maneno, amani inapotea. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kasema tukiwa katika hija, katika masharti namba moja, fala rafatha, mtu asiwe na maneno machafu. Lakini sio katika hija tu, nyumba zote za ibada zitakuwa ni za amani. Na itakuwa ni machumo ya amani, ni vitovo vya amani ikiwa hakuna rafaf, hakuna maneno machafu. Nchi yoyote ile itakuwa ni ya amani ikiwa hakuna mdomo mchafu. Kama watasimama watu wasichagua maneno wakatoa maneno machafu wakamjeruhi rais, wakamjeruhi mawaziri, wakamjeruhi jirani, wakamjeruhi ndugu, wakamjeruhi kiongozi, wakamjeruhi anayeongozwa, jamii ile haitokuwa na amani. Na sasa hivi mdomo uko katika simu, maneno yanayekuwa katika simu, kisha watu wanawajeruhi wenzao, amani inatoweka. Ikiwa kuna maneno machafu, Mungu anasema fala Pasiwe na maneno machafu wala fusuka. Namba mbili, vitendo vichafu vinaharibu amani. Pakiwa na vitendo katika jamii vya dhulma, vitendo vya zinaa, vitendo vya rushwa, vitendo vya kebehi, kufanyiana istihai, e, e, e, maskhara, istihizai, vyote hivi vinavunja amani katika jamii. Ishara za kudhalilishana vitendo vibaya viovu vinavunja amani katika jamii, sawa sawasawa jamii ile ni familia au ni msikiti au ni nchi. Nyumba ambayo maneno machafu ndiyo yanatawala, haina amani. Nyumba ambayo vitendo vichafu ndio vinatawala, hakuna amani. fala rafatha wala fusuka imekatazwa kule, lakini pia huku tulipokuwa sisi si, si, si mahujaji, fala rafatha wala fusuka, kwa sababu tukifanya mambo hayo yataondosha amani katika jamii. Namba tatu, wala jidala, wala pasiwepo na mabishano ya ovyo ovyo. Ukiona nyumba kuna mabishano, mume anasema na mke anasema, kila mmoja anasema, kuna amani? ukiona nyumba ambayo familia nzima ni familia ya kambare, kila mmoja ana masharubu, kila mmoja ni kiongozi, mtoto anasema, baba anasema, kila mmoja anazungumza. Majishano, majibizano hayajengi amani. Kule katika hija, moja katika marufuku za hija ni kufanya majishano kwa sababu yatavunja amani. Katika hija ni mahali pa amani. Mkiwa na nchi ambayo inaendekeza majibizano, kila mmoja anamjibu mwenzake, nchi ile inakosa amani. Mkiwa na dini kama ilivyokuwa sasa hivi, Waislamu, kuna watu wanaongojea majibizano tu, hutuba ikitolewa anaihoji, mpaka maneno aliyoteleza mtu kwa ulimi anahojiwa, radi, radi, radi, radi, kila mahalo anakuta radi, radi, kujibizana tu, hiyo dini inakosa amani. Majilizano haya nyingi amani, tunatakiwa tuwe na subira, sio kila jambo linajibiwa. Mtume angekuwa anajibu kila linalosema asingefikisha ujumbe wake, ingekuwa kazi yake mkujibu tu. Sio kazi yetu kujibu kila kitu, wala dini yetu sio mtuhumiwa mpaka iwe kazi yetu kujitetea. Nani kasema Uislamu ni mtuhumiwa, kazi yake ni kujitetea? Nani kasema wafuasi ni watuumiwa kazi yao kujitetea tu? Kwa hivyo pakiwepo na majibizano katika jamii hayajengi amani. Ukiwa na rafiki yako kila siku mnajibizana tu, urafiki unakufa. Lazima kuvumiliana, lazima kusikilizana. Kwa hivyo, la jidala filhaji, katika hija hakuna kujibizana mambo ya kipuuzi lakini katika maisha ya kijamii ni darsa hiyo kwamba tusiendekeze majini zao. Hizi ni nukta tatu ambazo zinajenga amani ikiwa twazingatia. Lakini moja katika hikma ya hijja nini ni, ni kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Katika hikma ya hijja ni kumtaja Mungu, kwa sababu kumtaja Mungu kunajenga amani, ala bidhikri llahi tatmainnul qulub Ukitaka amani mtaje Mwenyezi Mungu mara kwa mara. Tunatakiwa katika hijja tufanye kazi ya kumtaja Mungu pale Arafati, waliokuwa pale kazi yao kumtaja Mungu tu, kile kisimamo wanamtaja Mwenyezi Mungu, ndio Mungu akasema faidha afadtum min arafatin fadhkuru llaha inda mashari lharami, mkitoka katika viwanja vya arafati nendeni katika mashghari lharami, mtajeni mwenyezi Mungu. Kazi kubwa ni kumtaja mwenyezi Mungu siku hizi, layali na ashri. Walfajri wa layali na ashri ni siku za kumtaja mwenyezi Mungu, kufanya dua kwa wingi, kwa sababu ala bidhikri llahi tatmainu qulub. Utulivu unapatikana, hofu inaondoka ikiwa mtu anakithirisha kumtaja mwenyezi Mungu anam anajidhihirisha kwamba yuko karibu na Mwenyezi Mungu wakati wote, matatizo hushuka, na yeye akawa na ari zaidi, akaishi kwa amani. Kwa hivyo tumtaji Mwenyezi Mungu sana katika siku hizi, tuhakikishe kwamba Allahu akbaru nyingi, Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kafira, alhamdulillah kafira Subhanallahi bukratan wa asila, wakati wote iwe ni subhanallah bukratan wa asila, kwa sababu ni kipindi cha kumtaja Mwenyezi Mungu tuweze kupata amani ya ndani, amani ya moyo. Kwa hiyo, nukta ya nne katika hija ni kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi, ili tuweze kupata amani. Nukta ya tano 5 ya mwisho, ubaguzi umekemewa katika hija kwa sababu ubaguzi unasababisha kutokuwepo kwa amani. Makureishi wa Makka walikuwa wakijitenga katika hija, wanakaa wenyewe peke yao. Mwenyezi Mungu akawakemea akawaambia, thumma afidhu min haithu afadha nnasu, miminikeni, elekeeni maeneo waliokaa wengine watu, msikae wenyewe peke yenu, kwa sababu kujibaguabagua hakuleti amani, kunavunja amani katika hija na hili ni tatizo la kijamii katika matatizo yanayovunja amani duniani ni ubaguzi. Nchi kubwa kubwa zinapopagua na kuzitenga nchi ndogondogo amani inakosekana. Jamii maanake, kila jamii na Makureishi wake wale, Makureishi wa jamii yoyote ile, wanapojiona wao ndio wao, wakatenga wengine, jamii haiwezi kuendelea. Jamii itakuwa na vurugu, itakuwa haina amani. Mkisema sisi sio nyie, sisi kutoka mahali fulani, sisi wazawa, sisi Wachaga, sisi Wapare, jamii ile haiwezi kukaa sawasawa. Uislamu umekuja kuvunja mipaka yote hii, tunaunganishwa na dini ya Kiislamu na utamaduni wa Kiislamu. Kwa hivyo kubaguana kimakundi kunaleta hali ya kutokuwa na amani. Na katika nukta hii namalizia hotuba yangu hii ya kwanza kwa kusema kwamba sisi wafuasi wa Al-Bait tunatakiwa tusibaguane. Tukibaguana tutakosa amani. Tunatakiwa vituo vyetu vyote ni vya kwetu, watu waende wakafanye ibada, na huko tunapokwenda misikiti itazidi, Husainia zitazidi, vyote hivi ni baraka sio shari, na pasiwepo na mtu anayemzuia mtu mwingine kwenda katika kituo cha Halibeiti kwa sababu vyote vya kwetu hivi, na pasiwepo na propaganda za chini kwa chini na siasa chafu baina yetu ya kwamba kuna shekhe anaweza kuwambia watu msiende mahali fulani. Ukishasikia hivyo, mtilie huyo shekhe walaki, kwa sababu si kazi ya shekhe kuzuia watu kwenda katika maeneo ya ibada waman adhlamu

Pakiwepo na husainia mia kwetu, sote madhari imepewa jina la Imam Hussein kwa sababu Hussein ni waislamu wote. Kwa hiyo mia kwetu, pakiwepo na msikiti ni Baitullah, na sisi wote ni waja wa Mwenyezi Mungu, ni nyumba yetu, pasiwepo na mtu ambaye anaweka kikwazo. Kila mmoja ashiriki katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tusipofanya hivyo, tutawapa fursa wachache wanaoneneeneka na migogoro ya kijamii. Kuna waliowekeza katika migogoro wamewekeza katika fitna, kazi ni kuchochea fitna ili baadaye amnongoneze mtu amwambie, nina shida fulani, godoro langu limepasuka pale nyumbani, kodi sina. Kwa hivyo kutengeneza makundi ni kutengeneza mradi. Tuhakikishe tunavunja miradi hiyo, wake kwa waume. Maeneo haya yote ni ya kwetu, na sisi sote tunapigania thawabu, kazi yetu ni kuchuma. Ukisikia kuna majilisi mahala, nenda pana kuhusu wala hakuna kikwazo chochote na tuvunje kuta hizi za fitna baina yetu, kwa sababu tutaulizwa. fala rafatha wala fusuqa wala jidala, hayatakii mambo haya, lakini tumtaje Mwenyezi Mungu sana na tuepuke kubaguana. Yaqulu alhaqu subhanahu wa ta'ala fi muhkam kitabihi lmajid, audhu billahi minash shaitani rajim

Sadakallah laliu lim. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala katika aya tuliyoisoma anasema kumwamrisha Nabi Ibrahim, waite watu kwa ajili ya hijja. Utakapowaita yatuka rijala, watakujilia kwa miguu wakitembea. wa ala kuli dhamirin, na watakujilia wakiwa juu ya migongo ya vipando. yatina ya min kuli fajin amik watakujilia kutoka katika maeneo mbalimbali ya dunia. Watakujilia kwa ajili ya nini? liyashhadu manafia lahum, ili katika ibada ya hija washuhudie wa, wa na wapate manufaa yao wafaidike, lakini wayadhkuru smallahi, na wamtaje Mwenyezi Mungu kutokana na nini? ala ma razaqahum min bahimatin an'am, kutokana na wa wanyama ambao Mwenyezi Mungu kawaruzuku sasa katika wanyama hao fakulu minha, kuleni katika hao wa atimu lbaisa fakiri, na mlisheni mwenye kuhitajia mtu fakiri mwenye kuhitaji. Katika hikma za idi hii kuitwa kwamba ni idu ladha, ni idi ya kuchinja, ni kwa sababu panatakiwa tulishe wenye shida ulimwenguni. Wenye shida wengi walishe kupitia ida hii, tunapochinja na sisi. Tuna uhakika kwamba duniani hakuna siku panapochinjwa wanyama wengi duniani kama siku hii ya leo, kama katika Idil Adha. Kama kuna takwimu basi, ndio siku ambayo panachinjwa wanyama wengi duniani katika historia ya mwanadamu kuliko siku nyingine yoyote ile yu. Lakini lengo la kuchinja nini? kulu minha kuleni katika hilohikivo wa atimu lbaisa na nalisheni maskini fakir kila mmoja katika sisi afanye hilo na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema faliabudu raba hadha lbait wa muabudu mola wa nyumba hii aladhi ataamahum min juri anewalisha kutokana na nini na njaa kuna watu wana njaa duniani kuna watu ni maskini alafu na watu zaidi ya maskini wanaitwa kuwa wana njaa. Ndio leo hii ukisoma masuala ya maendeleo endelevu yale malengo, lengo namba moja ni kuondosha umaskini, lengo namba mbili kuondosha njaa, kwa sababu kuna tofauti baina ya umaskini na njaa. Mtu mwenye njaa ni yule ambaye hajui atakula nini, hapati chakula cha siku siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ni mkimbizi, hakuna chakula, kuna ukame, hakuna chakula, huyo ana njaa. Uislamu umekuja kuondosha njaa. Hija ni moja katika nyenzo za kuondosha njaa na umaskini. Lau kama waislamu wangejipanga, mifugo yote inayochinjwa katika Idul Adha ingepangiliwa vizuri, ikawekwa kwenye mikebe, ingeweza kuondosha njaa ya zaidi ya mwezi mmoja wenyejaa pengine zaidi ya mwaka inine kwa wengine ikifanywa katika mikele. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala katika rehema zake ametunuku siku hii ili tuweze kusaidia wasiokuwa nacho. Sasa wewe huwezi kuchinja kichinjo kilichokusuliwa ngamia, ng'ombe, kondoo, mbuzi, lakini umenunua nyama, huwezi pia kumlisha jirani na mwenye kuhitajia huwezi kutenga chakula chochote ukampa na jirani, huwezi kualika waliokuwa chini yako kihali, fanya hilo, lina thawabu vile vile, kwa sababu ni moja katika hikma za dini hii. Tuhakikishe kila mmoja katika sisi amefanya chochote sisi katika kulisha maskini, katika kusaidia ambao hawana uwezo. Inna atainaka alkauthar fasalli lirabbika wanhar inna shaniaka huwa alabtar